Nilivyoshuka tu kwenda pale polisi chuo kikuu cha Dar es Salaam, nilivyoshuka tu nilipokelewa na magongo ya kupigwa sana sana. Nilipigwa bila kuulizwa chochote, nikaacha hela zangu, nikaacha simu, nikaingizwa ndani. Lakini niliyokutana nao ndani, kwa kweli, alikuwa ni mambo ya ajabu sana, kwa sababu watu wengine walifiwa ndani, wengine walipigwa risasi za viuno, wengine walikuwa wamepigwa risasi za nyonga ni vitu vingi sana lakini, nasema nashukuru sana Watanzania kwa kupiga kelele. Sija piga kelele, nadhani ile siku yetu ilikuwa ni ngumu sana na tulikuwa tumemwachia Mungu. Tulivyokuwa tunaona Watanzania, wazazi wetu, ndugu zetu, wanapiga kelele nje na ujumla wanadunia kwa ujumla, kwa kweli tulikuwa tunajisikia na Mungu ametutokea. Nanyi pia waandishi wa habari amkunyamaza, amesambaza vile Mungu alivyowawezesha. Tunashukuru sana na Mungu awabariki sana kwa kazi yetu. Uyapo bwana ni miongoni mwa vijana ambao walikamatwa na jeshi la polisi la Tanzania kwa tuhuma za kuandamana na kupewa kesi ya uhaini. Sasa ameachia uhuru ama ameachiwa uhuru na ameweza kueleza mazingira ambayo alikamatwa nayo na nadhani kwamba amedhibisha kile ambacho Watanzania wengi walikuwa nasema kwamba vijana wengi walikuwa na choto na polisi, yani walikuwa wakipatikana sehemu yote ile, wewe unaandamana, wewe uandamani, wewe kwenye kundi la vijana unabebwa, alafu mwisho siku unapewa kesi ya uhaini. Anasema kwamba yeye binafsi alikamatwa kwenye mazingira ambayo ilibida maacha vitu vyake vyote alafu, alikuwa anasema kwamba wengi walikuwa wanakamata na pia wanapigwa bila kupewa ama kuambiwa chochote kile. Sasa yeye ni miongoni mwa watu ambao hakujua ni nini ambacho kilipelekea mpaka kukamatwa kwake, lakini wengine alisema kwamba walikuwa wanaishia kupata vipigo, wengine pia wanafariki dunia kabisa. Na amesema kwamba kuwepo humo ndani walikuwa hawana namna yoyote ya kujitetea namna yoyote ya kujieleza kutokana na kwamba kesi ambayo alipewa ni kesi ambayo hahusiki naye, na walikuwa pia hawana habari hiyo kesi imewangukia vipi. Sasa yeye ameanza pia kwa kuwashukuru wa Tanzania ambao walipaza sauti na kusema hey, hey, kwamba alisaidia pakubwa sana katika sauti hizo eh, kuipush uh, na kuipa serikali msukumo wa kutaka kuachia huru lakini pia amewataja waandishi wa habari kwamba walikuwa walijaribu kwa namna na ya kiasi chao kuweza kupaza sauti, lakini anasema kwamba hawakupaza sauti kama walivyotegemewa, sababu vyombo vya habari wana nguvu sana kuweza kupusha ajenda na kuweza kusukuma ujumbe wote ukaufikia serikali ama mtu yote usikie, lakini kwake yeye anasema kwamba alikuwa amefikia tu kumwachia Mwenyezi Mungu Bwana, lakini anasema kwamba kilio cha Watanzania na sauti zao ilifanya mpaka leo hii wapo uhuru. Sasa yeye ndio mmoja kati ya kijana ambao amewafurahisha Watanzania wengi, sababu kwanza amewashukuru Watanzania, amewashukuru sana Watanzania kwa, ke, asema, kwa, mba, kwa, mba, kwa kupaza sauti na kuwezesha hiki kufanyika. Lakini mazingira ambayo alikamatwa nayo ameweza kuthibitisha kabisa kwamba ni mazingira ambayo polisi wengi walikuwa wanakataa kwamba wengi ambao walikamatwa vijana ambao walikamatwa kwenye maandamano eh, walikuwa ni vijana ambao kwanza walikuwa na nia kutaka kusababisha vurugu, kutaka kusababisha kuharibu amani na kuharibu pia miundombinu ya serikali. Kwa upande wa waziri mkuu, Mwigulu Nchemba alikuwa anasema kwamba vijana wengi ambao walikamatwa, wengi walikuwa na visilaha za kutaka kuadhuru polisi. Sasa wanasema kwamba walikuwa sio waandamanaji tena, bali walikuwa ni majambazi ambao walikuwa na nia ovu ya kutaka kuvuruga amani na kutaka kuharibu amani wa ya Watanzania. Nipe maoni yako usiokana niki ambacho umetoka kusikia kutoka kwa huu kijana ambaye ni miongoni mwa vijana walioachiwa na kufutiwa kesi ya uhaini. Niambie ya maoni yako kwenye uwanja wa comment.